Unaweza kutuelezea kwa ufupi mirathi ni nini? E, kwa mujibu wa sheria mirathi ni mali ambayo inakuwa imeachwa na marehemu. Baada ya kuwa marehemu ame hayupo tena, baada ya kuwa mtu amefariki, kuna mali ambayo anakuwa ameiacha. Sasa ile mali ambayo inakuwa, inakuwa imebaki ndio tunaiita mirathi, sababu kibaki mara yake itaanza kufanywa utaratibu wa kuhamisha umiliki wake kutoka kwa yule mmiliki wa awali kwenda kwa umiliki mwingine ambaye huyo tutamuita ni mrithi kwa ile mali inayobaki tunaiaia sawa. Na pengine nini, nini ipo katika uwanda huu wa sheria, mkihudhuria pamoja hata na kesi za mahakamani, hali ikoje katika swala zima la mirathi, hususan kwa wanawake katika mkoa wa Kigoma? Hali ya mirathi hususan kwa wanawake mkoa wetu huu wa Kigoma, wana haki kama watu wengine wote. E, ibara ya kumi na tatu ya katiba yetu ya mwaka sabini na saba ambayo imefanywa marejeo mara kwa mara inatoa haki ya, ya, ya usawa kwa watu wote kwa katika haki hiyo pia mwanamke ni miongoni, lakini pia ibara ishirini na nne inazungumzia kuhusu haki ya kumiliki mali kwamba kila Mtanzania, kila mtu ana haki ya kumiliki mali. Sasa ibara hiyo inajumuisha pia wote mwanamke na mwanaume, kwa sababu sheria ikishasema eh, every person yani kila mtu, maana yake mwanamke naye eh, ni mtu kama tulivyo sisi wanaume na, na watu wengine wote. Kwa hiyo mwanamke naye ana haki ya kumiliki mali inayotokana aidha na mirathi au inayotokana kwa namna nyingine yoyote, kama ni kununua na namna zingine zote. mm -hmm. Tuje kwa kiongozi hapa, shehe ya mwakilishi wa baraza la BAKWATA, pengine, kwa nini swala la mirathi ni muhimu katika jamii yetu? Swala la mirathi ni muhimu sana katika jamii yetu ili kuondosha migogoro na matatizo yanayojitokeza hasa pale mtu anapokuwa amemaliza maisha yake. Kusema kweli, mara nyingi tumekuwa tukiona familia zikisambaratika na kugawanyika, sababu na shida yenyewe inakuwa ni hichi kilichoachwa na huyu aliyeondoka. Kwa hiyo sisi katika dini tukawa tunayo maelekezo maalumu kabisa kwamba ni kina nani wenye sifa za kurithi na ni kina nani hawatakiwi wakarithi. Unaweza kuwa ni mtu ambaye uliyezaliwa na huyu aliyekufa lakini kwa mujibu wa sheria ikakutazama kwamba wewe sio sehemu ya mrithi wa huyu ndugu yako, unaajwana. Na kuna wakati huyu ndugu yako anaweza akaingia akawa akaa kaingia ni sehemu ya mrithi wako pia, inategemea hizi hali zinakwendaje. Sasa sheria uwepo wake ndo hii kutatua hizi shida ambazo zilizokuwa zikijitokeza. Nimepata kusema kwamba zipo aina ya kesi nyingi na mimi nakubaliana kabisa na mwanasheria kwamba mwanamke ni mwanadamu kama mwanadamu wengine, ana haki ya kumiliki kama walivyokuwa na haki ya kumiliki wanamume, ana haki ya kurithi kama ambavyo walivyokuwa watu wengine wanamume, wanamume wana haki ya kurithi. Sasa shida tulionayo, kwanza kwa wanawake wenyewe, ule uelewa mdogo wa sheria kuhusu haki zao za kimsingi, hili ni tatizo tulizonalo ndio maana wajumbe wamekuwa wakisisitiza kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweza kufikisha hii elimu ya mirathi kwa hawa wahusika ili waweze kuwa kujua haki zao na kuondosha hii mizozo. Mara nyingi mizozo hii inajitokeza kwa sababu watu hawajui haki zao, au wengine tu kwa maksudi wanajua, lakini wanataka kudhulum sehemu ya haki zao, lakini sheria iko wazi, kila mmoja imemwekea fungu lake na haki zake. mm -hmm. So, nikikurudisha nyuma ni kidogo umesema kwamba kuna mtu anaweza akawa amezaliwa na huyo mtu lakini asipate nafasi ya kurithi kutokana na hali. Ni hali gani ambazo zinaweza zikasababisha kitu kama hicho? Ndio, kuna hali zikijitokeza, kwamba yule ndugu kwa mfano, ikiwa mtu atakuwa ameondoka, hana mke, hana watoto, hana wazazi anacho alichokiacha kama mirathi hapa, huyu ndugu moja kwa moja anaingia kuwa ni sehemu ya mrithi wa huyu ndugu yake. Lakini inapojitokeza kwamba sasa huyu kaacha, ana mke ana watoto, huyu kimsingi anakingwa kwamba kuto kuingia na yeye kwenye kuchukua hii sehemu ya mirathi. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaweza kuwa ni watu wa karibu wakapata nafasi ya kurithi na wanaweza wakazuiliwa nafasi ya kurithi ikiwa atapatikana watu wake fulani hivi mm htuji -hmm. So, kwa kiongozi wa mila, kwa sababu tunajua katika jamii kila kila kabila inakuwa na mila na desturi zake, na katika swala la like, kimila ndio tu, tumeona kumekuwa na changamoto kubwa e, mila zingine zikisema kwamba mwanamke hapaswi kurithi na vitu kama hivyo na wakati mwingine ikisababisha hata dhulma kwa wanawake pengine sasa mila zenyewe zinasema nini kuhusu urithi wa mali baada ya mtu kuwa amefariki? Kiongozi karibu. Asante. Mimi nitazungumzia upande wa mila ya kabila langu. Ndiyo, kwa kufata utaratibu wa kabila langu, mimi marehemu anapokuwa amekufa, huwa wanakaa kama kamati kuorodhesha ile mali ya marehemu. Alafu uchaguliwa mtu kwa kwetu, tutaita kwamba anasimamia ile mirasi, kwa kilugha tunaita kulalila fisimbe, yani kubaki ana chunga ile mali mpaka tutapofikia wakati wa kugawanya ile mali. Sasa tunapofikia kugawanya mali pale, huwa tunagawa kwa kufuata utaratibu haki sawa. Wakati tuwafanya haki sawa ni kwamba hatujafikia wakati, tulikuwa tukifanya hivyo, tulikuwa tujafikia wakati wa wana madhehebu ya kidini. Dini, dini inatuongoza mambo mazuri, tufanye haki sawa na wanawake, lakini zamani kwetu sisi tulikuwa tukipiga mstari katikati, mama anachukua, baba anachukua. Sasa ile mali watakichukua watoto, wanaweza kumgawia hata baba mdogo kidogo, mia mbili mia tatu, na mama naye anakwenda kuwagawia jomba zetu kule pembeni. Ndio, alikuwa akifanya zamani, lakini kwa kuwa tumekisha kuwa na dini tunafata utaratibu wa dini moja. Hilo la pili, zuruma imekuwa ni nyingi Ndia. Na kwa kuwa tumekuwa na dini kuna watoto wa aina mbili tunaewaza, kuna watoto tunaweza nje ya ndoa, ambapo mashehe wanatukataza kabisa kwamba hawa watoto haruhusiwi kurithi lakini kimila tunasema kwamba warithi. Hapo ndipo inapokuja tatizo. Upande wa sheria nilikuwa naomba tu kwa kwa sheria tunayo e, ajaribu kutazama hili. Na katika kufuatilia fuatilia mi mambo mengine mengine niambiwa kwamba kuna ndoa za aina tatu: kuna ndoa ya kimila, kuna ndoa kisheria, ya kisheria ya kidini na ndoa ya kienyeji. Sasa hizi ndoa wengine huko vijijini hawa watu wengi hawazielewi mm. uka tunaomba mwanasheria ajaribu kupata nafasi kuwa anapita huko kutoa elimu. Asante sana. Sawa, so, kabla tujaenda kwa mwanasheria kuzungumzia hilo, nije kwenu viongozi wengine wa dini. Tunashamsikiliza kiongozi hapo, lakini na nini kiongozi wa kimila amesema kwamba dini zimekuwa zikileta mkanganyiko katika swala zima la urithi kwamba katika, tunajua kwamba kwenye harakati za maisha wakati mwingine kuna zile ajali kazini, unakuta kuna watoto ambao wako nje, walizaliwa nje ya mfumo ambao tunaita, anaweza kaa kabla ajaingia kwenye ligi kuu kwe, alikuwa anacheza ndondokapo hajapanda daraja yeah. Kwa kukawa na watoto ambao labda walipatikana kule, ambapo kiongozi wa mila amesema kwamba wakati mwingine mmekuwa viongozi wa dini kwamba kwa sababu mnazingatia kwamba misingi ile ya kidini kwamba mnatambua zile ndoa ambazo ni rasmi zimepita, mm. uh, kanisani au katika misikiti misi, mm. e, mnafanya kwamba wale watoto ambao unakuta wako nje ya